Lingine mahali panaitwa Ilasi, nikaenda nikapiga tarumbeta nikiwa na my brother anaitwa Sila ambaye ni marehemu, na mwingine anaitwa Makao ambaye alikuwa chache abali sehemu ya riba. Tukapiga tarumbeta tukafungua sehemu inaitwa Robo. Nikatoka hapo nikawa mzee wa kanisa, kanisa la Ng'o. Sisi ndio waandishi wa kanisa la Ng'o pale na kujenga matajiri wakaingia pale. Saa hizi hiyo kanisa imesha. Nilipoitoka niliacha naongea kizungu, kawa sasa wameingia matajiri, wakatoka wakamkuta nini, masikini masikini wakaambiwa teremkeni huko chini, ukaongea kiswahili yenu, hapa ni kizungu kizungu. Hapo tukaisha toka tukiwa na wengi pale. Kwa hiyo hayo ni mabihevu imefungua na nikiwa na wazee wa kanisa tukipiga tarumbeta nikifanya maplani vile tulifanya tulifanya mapinduzi mengi pale, kwa sababu ya huduma hiyo. Kwa hivyo wakaaji wa mji wa sehemu hii huwa, nikiwa karibu, napenda kukaa kwa kanisa. Kama ningekaa hapa, ningekaa na nyinyi, lakini shida kazi ni mimi. <laughs> najua sheria ya kanisa, najua hivi akula na hiv hi <laughs> najua vizuri sana, najua. Najua na hiyo to siasa na kuelewa Unajua ukikaa kanisani ungekajibu na leo tu siasa kidogo. Kidogo. Hiyo tu siasa so, pika piga unaweka laini. Kwa upendo tuzima kanisa itaki vita nyingi na itaki msukumo wenye nguvu nyingi. Inataka nguvu kidogo tu, kidogo tu na kanisa inaingia kwa raidi ya Bwana asifiwe. Amen. Zaidi ya mambo yote kanisa hili si kanisa la ni kanisa la wanamatengenezo. Ama zifiku. Si hii yeah, hizi kama nomino nominal ila siasa hiyo. Hata juzi wachungaji 19 wamefutwa kazi. Wachungaji wangapi wamefutwa? Ka sehemu ya na kuku na hapo wamefutwa kazi. Saa hii wamesimama wakijaribu kuongelezana, wakiwa wamefutwa nini? Kwa sababu ya kutafuta ukweli, kutafuta nini? Ukweli. Kwa sababu ya kutafuta nini? Ukweli. Wakafutwa kazi wachungaji 19. Ingia online tabalona, wamesimamishwa kazi kwa sababu wanapenda kupata ukweli, lakini wanapotoa maoni wakaambiwa. Lakini hiyo sio shida, sisi tuko na bahati kubwa kwa sababu tumejitenga. Ama sisi tuna chakula, chakula cha uzima, tunakula tukiwa starehe, lakini wale wako kwenye shida kwa sababu uasi umeshaingia. Sasa wanashimba waweze kutetea kundo. Lakini sisi ndio naweza kutetea hapo. Tunatoka hapo hija tunapiga na kutetea. Tunauhibi tunafanya kile tunavyotaka. Na hii ndiyo uhuru ambao kanisa la Sabato lilitafuta kutoka mwa mwa. Bwana asifiwe. Eh, hiyo ndiyo uhuru wa ibada. Kanisa la Sabato limekuwa likitafuta na kwa sababu ya uasi ndipo ingia Bwana akatuweka kando kidogo. Tuwe tunaongea nainu polepole polepole, ndio naona tuko hapa hapa, tukiwa kila mtu akaye kwenye mkae starehe raha, mkae kwa raha, maana kule wanasukuma waingie kwenye ibada ya uwazi na uwazi. Bwana asifiwe. Amina, nashukuru kwa pamoja nanyi. Tunakuruhusu linaendelea sehemu ya sekta saikaiko na barabara kwenda Kagunu. Kuna mchungaji ambaye aligeuza kanisa lake la Jumapili likaingia likageuka la Sabato, na nikaungana pamoja naye tushirikiane pamoja tuweze kutengeneza, ama sindi, tumefanya mikutano mingi ya e, hiyo sasa. Hii ni kuruzi ya pili tulipika osediili tulipika wiki moja tukiwa na unyango na ndasha au akaenda kapanga tena ingine, naendelea na mtumishi na, na wa Mungu mwange, tunaendelea pale sasa. tumemaliza wiki ya kwanza, tunaelekea wiki ya gapi? Ya mm, ya pili. aliamua kanisa igeuke ingiabulu Mungu aliye wa kweli. Wow, na kwa sababu walikuwa wa Sunday wengi wengi, akawaambia barabara ndio hii, tupite. Wakakatika wakarudi sasa <tie> <tie> wachache wakakubali sabato na sasa hao wachache ndio tunakuwa pamoja na wao. Amina. Kwa hivyo, hapo ndipo tunapiga tarumbeta. Baada ya kumaliza huduma hapa, nitaondoka polepole niende pale nikakamate ujumbe wa jioni, niendelee kupiga tarumbeta. Bwana asifiwe. Amina, karibuni katika kanisa letu hili sehemu hii ambao ni hapa Reuben, na shukuru ninapowaona, maana tulipiga kazi na kuzeli, tulifanya kazi kubwa. Maana tulikungana kulolongo, tukasema tutafanya tukatimikawaambia, tutafanya nikaambia, nika wewe hakuna ni shida, nikaambia sisi hakuna shida, fanyeni hivi, mlolongo itakaita changa pesa, mlolongo itafanya nini na nikasimba hiyo hiyo kanisa na mdorogo ikachanga pesa ili Ruben iweze kupatikana. <coughs> Ruben iweze kupatikana. Bwana asifiwe, amen. <coughs> Na tukachanga mdorogo, tukasema sasa hakuna njia nyingine, sasa itabidi isifanyike sehemu ya Ruben. Nikaambia sisi ndio siogope, nikaambia mzee usiogope. Na yule mzee mwingine mdogo hapo hapo, Elaya alitoroka. <coughs> Ameacha mboma eh Vita iko hivyo na hakuna nini. Kitabu cha Ufunuo kumi na mbili fungu la kumi na saba. Kitabu cha Ufunuo kumi na mbili fungu la kumi na saba. Soma pale. Inasema? Inasema aje? Joka akamkasirikia yule mwanamke. Joka akamkasirikia yule mwanamke. Akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia. Akaenda zake afanye vita juu ya wazao Walio, wali, wali. Una wazao waliozalia bwana, waliozalia wali uzao uliozaliwa wali na mwanamke kanisa, na Mungu. Joka akawa na vita juu ya uzao uliozalia anataingi. Joka ana vita nyingine, pengine ana vita na sadaka. Joka anavita na kanisa gani? Msisituke, Joka ana vita na kanisa hili. Kwa hivyo akiendeleza vita tukumini ufanye nini? Fanya unyamaze mzee. Unyamaze, ukitaka ushindi nyamaza, nyamaza tu, nyamaza. Ukiona imechacha nyamaza na upige magoti. E, e, e, uombee nafsi ya nani yako.